Msikilizaji, hujambo. Hiki ni kipindi chako cha Neno, nami ni kukaribishaye ni dada Pamela Omodo. Karibu kwenye wasawa wa kujifunza neno la Mungu kutoka kwenye Biblia. Twendelea na mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili, somo letu likiwa kwenye sura ya tano, aya ya sita, hadi sura ya sita aya ya 42. Muda niliyo nao waniruhusu tu kushughulikia aya za kimsingi, kwa hivyo natazamia kwamba utachukua muda wako kusoma sehemu hii ili ujifunze zaidi kutoka kwa Mungu. Kwenye kipindi kilichopita, neno hilo lilitufahamisha kwamba Suleimani alimaliza kazi ya nyumba ya Bwana na kuingiza vyombo vyote vilivyostahili kuwemo humo. Sasa kwenye aya ya sita, neno laendelea kutwambia hivi: mfalme Sulemani na mkutano wote wa Israeli waliokutanika kwake walikuwako mbele ya sanduku wakichinja dhabihu za kondoo na ng'ombe wasiohesabika wala kujumulishwa, kwa kuwa wengi. Wazo lililoko hapa, msikilizaji, ni kwamba wanyama wale waliotolewa kuwa dhabihu hawangeliweza kuhesabika. Hii ni kwa kuwa sadaka ile au dhabihu zile zilimwakilisha Bwana Yesu Kristo ambaye sadaka yake haiwezi ikapimika hata kidogo. Ndugu yangu, ni kweli kwamba haiwezekani kuhesabu aliyotutendea Bwana wetu. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya saba hadi aya ya tisa. Makuhani wakaliingiza sanduku la agano la Bwana mahali pake, katika chumba cha ndani cha nyumba, patakatifu papatakatifu, yani chini ya mabawa ya makerubi kwa maana makerubi yalinyosha mabawa yao juu ya mahali pa sanduku; makerubi yakalifunika lile sanduku na miti yake kwa juu. Na ile miti ilikuwa mirefu, hata ncha za miti zilionekana sandukuni, mbele ya chumba cha ndani, lakini hazikuonekana nje, nayo iko kuko huko hata leo. Neno hili ndugu msikilizaji, linaposema hata leo, ina maana tu kwamba hadi wakati ambapo kitabu hiki kilipokuwa kikiandikwa miti ile iliondolewa, maana sanduku hilo halikuwa liondolewe tena mahali pale. Utakumbuka kwamba Musa na wana wa Israeli walizunguka katika jangwa, nalo sanduku lile likasafiri nao. Ni sanduku hilo ndilo lilitangulia kuvuka ule mto wa Yordani walipoingia katika nchi hiyo ya ahadi. Walipoingia katika ile nchi, sanduku ile ilihamishwa hamishwa pia. Kuna wakati ambapo sanduku hilo lilikaa katika nchi ya wa Wafilisti waliokuwa wamewapiga Waisraeli katika vita na kuitwaa, lakini wakairudisha. Daudi ndiye alihamisha sanduku lile toka Kiriathieraimu hadi Yerusalemu, naye alifanya hema katika mlima wa Sayuni hadi hekalu ile itakapokamilika, ndipo sanduku hilo liingizwe humo. Sasa wakati huo ulikuwa umefika na sanduku lile lilikuwa mahali pale patakatifu pa patakatifu, miti ile iliondolewa maana sanduku hilo halitahama wala kuhamishwa tena. Mara tatu waume wote wa Israeli walipaswa kujihudhurisha mbele ya hema ile ya kukutania. Hiyo ilikuwa kwenye siku ya Pasaka, Pentekoste na sherehe ya vibanda. Yote hayo yatabadilika, maana sasa watajihudhurisha mbele ya hekalu, mahala ambapo sanduku hilo la agano lilikuwepo. Sanduku hilo mwenzangu, lilimwakilisha Yesu Kristo Bwana wetu. Juu ya sanduku hilo kulikwako na kiti cha rehema nacho kiliakilisha ukombozi wa mwanadamu kwa damu ya Yesu Kristo. Yeye ndiye kipatanisho kati yetu na Mungu. Hilo ndilo mwandishi wa kitabu cha Webrania asema kwenye sura ya 9, aya 26, isemayo hivi kwa sehemu, katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Alilotenda Bwana Yesu Kristo ni la milele, tena limedhibitika kabisa. Ndiposa mtume Petro asema hivi kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Matendo ya Mitume aya ya kumi na mbili, wala hakuna uokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Jina hilo ndugu msikilizaji, ni jina la Yesu Kristo. Jambo lingine kuhusu kuondolewa kwa miti ile ni kwamba kama vile sanduku lile lilitulia mahali pale, ndivyo Bwana Yesu huwapa pumziko wote wanaomwendea na wanaomwamini. Tunapogeukia aya ya 10 neno la Bwana latuambia hivi: hamkuwa na kitu ndani ya sanduku ila zile mbao mbili alizozitia Musa huko Horebu, Bwana alipofanya agano na wana wa Israeli hapo walipotoka Misri. Mpendwa, kuna vitu viwili vilivyokuwa katika sanduku hilo wakati wa Musa lakini sasa havipo, nayo ni mana Linganisha habari hii na ile iliyoko kwenye sura ya 17 ya kitabu cha Hesabu. Maana ilimwakilisha Yesu Kristo, mkate wa uzima. Huyo ndiye huwalisha walio wake kwa uzima huo. Kingine kilichokuwa katika sanduku lile ni hiyo fimbo ya Haruni iliyoota maua. Soma hayo kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 16. Fimbo hiyo iliakilisha ufufuo wa Yesu Kristo. Hili lafanyika dhahiri kutokana na na historia kwamba Kristo aliutoa mwili akafa na kufufuka ufufuo. Msikilizaji, watufahamisha na kutujulisha uungu wake. Ukuhani wa bwana wetu Yesu Kristo msingi wake huu katika ufufuo wake, kama vile yadhibitishwa na fimbo hiyo ya Haruni iliyoota maua. Tunapoendelea kwenye aya ya 11 hadi hadi 14, neno hili la Mungu laendelea kutujulisha hivi, na pia kumalizia sura hii ya tano. Sikiliza. Ikawa makuhani walipokwisha kutoka katika patakatifu, kwani makuhani wote waliokuwapo walikuwa wamejitakasa, wala hawakuzishika zamu zao tena. Walawi waimbaji wote pia, yani Asafu na Hemani na Yeduthuni na wana wao na ndugu zao, hali wamevaa kitani safi, wenye matoazi na vinanda na vinubi, wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu, na pamoja nao makuhani mia na ishirini wakipiga panda, hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja wakisikizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana, nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda wakimsifu Bwana wakisema, kwa kuwa ni mwema kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndipo nyumba ikajawa na wingu, naam nyumba ya Bwana, hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao kwa sababu ya lile wingu, kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu. Rafiki yangu, tusomalo hapa la tuonyesha jinsi siku hiyo ilikuwa kubwa sana. Mungu aliwajia kwa njia ya wingu hilo la utukufu na kujaliza nyumba ile iliyoitwa kwa jina lake. Ndivyo mwenzangu, yatupasa katika maisha yetu, yani kujawa na utukufu wa Mungu, kwa kuwa Kristo tumaini la utukufu yu ndani yetu. Tunapogeukia sura ya sita, twapata ujumbe wa Sulemani na sala yake ya kuweka wakfu nyumba hiyo. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi aya ya sita ndipo sulemani akanena bwana alisema kwamba atakaa katika giza nene lakini nimekujengea nyumba ya kukaa iwe mahali pa makao yako milele mfalme akageuza uso wake akawabariki mkutano wote wa israeli na mkutano wote wa israeli wakasimama akasema bwana mungu wa israeli ahimidiwe aliyenena kwa kinywa chake na baba yangu daudi akalitimiza kwa mikono yake, akasema, tangu siku ile nilipowatoa watu wangu katika nchi ya Misri, sikuchagua mji wowote wa kabila zote za Israeli ili kujenga nyumba jina langu liwe humo, wala sikumchagua mtu yeyote awe mkuu juu ya watu wangu Israeli. Lakini nimeuchagua Yerusalemu jina langu liwe humo, na Daudi nimemchagua awe juu ya watu wangu Israeli kwa uwezo wake na shauri lake. Mungu alichagua Yerusalemu iwe kitovu na makao makuu ya ufalme wake wakati huo, kama vile itakavyokuwa katika milenia. Alichagua Yerusalemu kuwa mahali ambapo hekalu itajengwa, na pia alimchagua Daudi awe mfalme na mmoja katika uzao wake kuwa mfalme milele. Ni mapenzi ya Mungu, msikilizaji, ndiyo hufanya kazi na siyo mapenzi au taratibu za wanadamu, jinsi ufahamuvyo Chaguo tufanyazo sisi ni tofauti na afanyavyo Mungu. Huenda hungelimchagua Daudi au Yerusalemu, lakini Mungu hakukuomba ushauri wako, kwa kuwa yeye hutenda kulingana na shauri lake mwenyewe. Na kwa ufahamu wako, Mungu analo hilo alilokuchagulia, hakuna awezaye kulibatili. Mapenzi ya Mungu kuhusu maisha yako ni lazima akutimia. Hakuna la muhimu maishani mwako, msikilizaji, kuliko kuwa katika mapenzi yake Mungu, na mapenzi yake ni kwamba tumwamini Yesu Kristo mwana wake. Maana kila mmoja amwaminiye Kristo, huyo huingia katika mapenzi ya Mungu na mapenzi ya Mungu hukamilika maishani mwake, hasa kupatanishwa na Mungu na kufanyika kuwa mtoto wa Mungu. Je, kuna mapenzi ya Mungu mengine makuu kuliko haya? Mimi sidhani kwamba kuna mapenzi ya Mungu mengine makuu kuliko haya, ambayo Mungu akutakia maishani mwako. Iwapo ndugu msikilizaji, haujamwamini Bwana Yesu Kristo, ningelipenda kukujulisha na pia kukufahamisha kwamba wahitaji kumjua Bwana Yesu Kristo, wahitaji kumwamini Bwana Yesu Kristo ili katika maisha yako uishi katika mapenzi yake Mungu na kubarikiwa katika yayo. Kwenye aya ya saba Suleimani aendelea kusema hivi: basi ilikuwa moyoni mwake Daudi baba yangu kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli, lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu, ulifanya vema kuwaza hivi moyoni mwako. Mfalme hapa asema wazi kwamba yale ambayo yametendeka yalitokana na hilo lililokuwa katika moyo wa babaye Daudi. Kisha kwenye aya ya nane na tisa aendelea kusema hivi lakini Bwana akamwambia Daudi baba yangu, kwa kuwa ilikuwa moyoni mwako kujenga nyumba kwa jina langu ulifanya vyema kuwaza hivi moyoni mwako, lakini si wewe utakayeijenga nyumba hiyo, ila mwanao atakayetoka katika viuno vyako, yeye ndiye atakayejenga nyumba kwa jina langu. Katika hili tuona waziwazi wazi kwamba mfalme amefanya kile alichoagizwa na Daudi baba yake, kutenda kama vile ilivyokuwa katika moyo wake. Mungu ujenzi wa hekalu ulikuwa umekamilika kama ilivyokuwa katika moyo wa Daudi. Tunapoendelea kwenye aya ya 11 hadi 13, hivi ndivyo neno laendelea kutwambia: basi Bwana amelitimiza neno lile alilolinena, nami nimesimama mahali pa Daudi baba yangu na kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli kama Bwana alivyoahidi, nami nimeijenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wa Israeli, ndimo nilimoweka hilo sanduku ambalo ndani yake mna agano la Bwana alilofanya na wana wa Israeli. Akasimama mbele ya madhabahu ya Bwana machoni pa mkutano wote wa Israeli akainyosha mikono, maana Sulemani alikuwa amefanya mimbari ya shaba, urefu wake mikono mitano na upana wake mikono mitano na kwenda juu kwake mikono mitatu, na kuisimamisha katikati ya ua. Akasimama juu yake akapiga magoti mbele ya mkutano wote wa Israeli akainua mikono yake Kuelekea mbinguni. Ndugu yangu, iwapo umekuwa ukifikiria kuhusu jinsi ya kufanya maombi, hapa twaona kuwa Suleimani alipiga magoti. Kupiga magoti ni jinsi nzuri sana ya kiumbe anapoingia katika uwepo wa Muumba wake. Suleimani alianza kwa shukrani kama vile twasoma kwenye aya ya 14 na 15 ambazo zasema hivi, akasema: Ee Bwana Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe mbinguni wala duniani, ushikaye maagano na rehema kwa watumishi wako waendao mbele zako kwa moyo wao wote, uliyemtimizia mtumishi wako Daudi baba yangu ahadi aliyomwahidi naam, ulinena kwa kinywa chako ukayatimiza kwa mkono wako kama ilivyo leo. Maombi ya Sulemani yaanza kwa shukrani kama vile nimesema, kwa Mungu kwa kuwa yeye ndiye Muumba. Amshukuru kwa ajili ya rehema zake na uaminifu wake neema yake ilikuwa katika moyo wa Daudi, taifa nzima, na pia katika maisha ya Sulemani. Katika siku zetu, utakubaliana nami kwamba twahitaji kuguzwa na Mungu. Tena uhusiano wetu na Mungu twafaa kuuchunguza na kujiangalia, iwapo tuko katika imani au tumeondoka katika imani. Hebu tuendelee tusome kwenye aya hiyo ya 16 hadi 18 ambapo Sulemani aendelea kuomba akisema hivi: sasa, Ee Bwana Mungu wa Israeli, umfikilizie mtumishi wako Daudi baba yangu, ahadi uliyomwahidia ukisema, hutakosa kuwa na mtu machoni pangu wa kuketi katika kiti cha enzi cha Israeli, wakiwa tu watoto wako wataiangalia njia yao, ili kuiendea torati yangu kama wewe ulivyokwenda mbele zangu. Basi sasa, Ee Bwana Mungu wa Israeli, ulithibitishe neno lako ulilomwambia mtumishi wako Daudi. Lakini Mungu je, Yamkini atakaa na watu duniani? Tazama, mbingu na mbingu za mbingu za mbingu hazikutoshi, siuze nyumba hii niliyoijenga. Aya hii, ndugu msikilizaji, kama vile ilivyo ni muhimu sana elewa, kwamba Waisraeli na Sulemani hawakudhani wala kufikiri kwamba Mungu atakaa katika hekalu ile. Ufahamu ulikuwa kwamba Mungu atakutana nao katika nyumba ile kwa njia ya sadaka watakazotoa na taratibu uzipatazo kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi pamoja na sehemu ya kitabu cha kumbukumbu Kumbu la Torati. Twaendelea kuona hayo kama vile yalivyo kwenye aya ya 19 hadi 26, ambapo neno lasema hivi: Walakini umwangalie mtumwa wako anayoyaomba na kusihi, E Bwana Mungu wangu, usikie kilio na maombi anayoyaomba mtumwa wako mbele zako, ili macho yako yafumbuke kwa nyumba hii mchana na usiku, mahali uliponena ndipo utakapoliweka jina lako; usikie maombi atakayeyaomba mtumwa wako akikabili mahali hapa. Uyasikie atakayosihi mtumwa wako na watu wako Israeli, watakapoomba wakikabili mahali hapa; naam, usikie toka makaoni mwako, toka mbinguni, nawe usikiapo, samehe. Ikiwa mtu amemkosea mwenzake, akitiwa kiapo aapishwe naye akija na kuapa hapa mbele ya madhabahu yako nyumbani humu, basi usikie mbinguni, ukatende ukawahukumu watumwa wako, ukimlipiza mwovu kumpatiliza njia yake kichwani, ukamfanyie haki mwenye haki, ukimjalia kwa kadiri ya haki yake. Ikiwa watu wako Israeli wamepigwa mbele ya adui zao, kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakirejea kwako na kulikiri jina lako, wakikuomba na kukusihi nyumbani humu, basi usikie huko mbinguni ukaisamehe dhambi ya watu wako Israeli na kuwarejeza tena katika nchi uliowapa wao na baba zao. Ikiwa mbingu zimefungwa hata hakuna mvua kwa sababu wamekukosa wewe, kama wakiomba wakikabili mahali hapa na kulikiri jina lako na kuiacha dhambi yao uwatesapo, basi usikie huko mbinguni, ukaisamehe dhambi ya watumwa wako na ya watu wako Israeli, wafundishapo njia njema iwapasayo waiendee ukainyeshee mvua nchi yako uliyowapa watu wako iwe urithi. Rafiki msikilizaji, nimesoma hadi aya ile 27, mambo yanayotuonyesha waziwazi kuwa hekalu hiyo ilikuwa mahali pa mwanadamu kukutana na Mungu. Walipotenda dhambi, kimbilio lao lilikuwa katika hekalu, mahali pa kukutana na Mungu ili apate kuwasaidia janga lolote ambalo lingewapata. Ni hapo ndipo walikwenda kufanya maombi na sala na dua huku Mungu akisikia kutoka mbinguni na kama wao. Ndugu msikilizaji, ningelipenda kukuambia kwamba iwapo kuna mahali unapohitaji kwenda wakati wa shida ni mbele zake Mungu. Aya ya 28 hadi 30 zasema hivi: ikiwa nchi imeingia njaa au tauni au ukosefu wa mvua au ukungu au nzige au panzi, ikiwa adui wamewahusuru katika nchi ya miji yao, au ukiwapo msiba wowote au uwele wowote yoyote, atakayoyaomba na kusihi mtu awaye yote, au watu wako Israeli wote pamoja, watakaojua kila mtu pigo lake mwenyewe na msiba wake mwenyewe, akiinyoshea mikono nyumba hii; basi usikie huko mbinguni ukaapo, ukasamehe, ukampatilize kila mtu kwa kadiri ya njia zake zote, wewe umjuaye moyo; maana wewe peke yako ndiwe uijuaye mioyo ya wanadamu. Rafiki, lolote ambalo lingewapata walihitaji kumrudia Mungu kwa maombi, naye angeliwajazi na kusikia na kujibu maombi yao. Mungu atujua mpendwa, na atujali na ndiposa ametufanyia njia iliyo wazi kabisa, njia iliyo wazi sisi wa kizazi hiki, yaani tupate kuingia mbele yake bila hofu, kwa njia ya Yesu Kristo. Hilo ndilo mwandishi wa kitabu cha Waebrania atuambia moja kwa moja kwenye sura ya nne, mstari wa kumi na sita usemao hivi: basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ndugu yangu, iwapo kuna jambo lolote linalokukabili, basi sehemu ya kufikia ni mbele zake Mungu, maana Mungu atakusaidia kama vile tumesoma. Na kwa sababu hiyo, nitakuuliza ufanye shughuli zako na Mungu, maana Mungu atakusaidia katika kila hali. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya hiyo ya thelathini na mbili na thelathini na tatu. Hata na mgeni naye asiyekuwa mmoja wa watu wako Israeli atakapokuja kutoka nchi iliyo mbali sana kwa ajili ya jina lako kuu na mkono wako ulio hodari na mkono wako ulionyoshwa, hao watakapokuja na kuomba wakielekea nyumba hii, basi usikie huko mbinguni, toka makaoni mwako ukatende yote atakayokuomba huyo mgeni, ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako na kukucha wewe, kama watu wako Israeli. Tena wajue ya kuwa nyumba hii niliyoijenga imeitwa kwa jina lako. Tunalofahamishwa hapa ni kwamba hekalu haikuwa tu ya Waisraeli, bali kwa ulimwengu wote. Iwapo mgeni angelitoka mbali na kufikia nchiyo na kufanya maombi kama vile tumeagizwa basi angelikutana na Mungu. Mfalme Sulemani aendelea kuomba akisema hivi kwenye aya ya 36 hadi 39, hebu sikiliza. Wakikukosa, maana hakuna mtu asiyekosa, hata uwakasirikie, na kuwatia mikononi mwa adui zao, wawahamisha na kuwachukua mateka mpaka nchi iliyo mbali au iliyo karibu, basi wakikumbuka katika nchi walikohamishwa na kutubu na kukusihi katika nchi ya uhamisho wao wakisema, tumekosa, tumetenda kwa ukaidi, tumefanya maovu Wakurudiapo kwa mioyo yao yote na kwa nia zao zote katika nchi ya uhamisho wao adui walikowahamisha, wakiomba na kuielekea nchi uliyowapa baba zao, na mji huu uliouchagua, na nyumba hii niliyoijenga kwa jina lako, basi uyasikie toka mbinguni toka makaoni mwako wayaombayo na kusihi, ukaitetee haki yao, ukawasamehe watu wako waliokosa juu yako. Katika maandiko haya twaona jinsi mtu huyu wa Mungu aliomba kwa habari ya watu wale, iwapo watachukuliwa mateka wao. Twambiwa kwamba wakimwomba Mungu, wakielekea hekalu na Yerusalemu, basi Mungu awasikie. Hilo ndilo Danieli alifanya alipopiga magoti na kuomba kwa habari ya wana wa Israeli na muda wao katika utumwa. Hayo yapo kwenye sura ya sita mstari wa kumi wa kitabu hicho cha nabii Danieli. Mungu alisikia maombi hayo na Mungu akawatendea sawa na alivyoomba huyu mtumishi wake miaka mingi hapo awali. Kwa kumalizia sura hii ya sita, neno lasema hivi kwenye aya ya arobaini hadi arobaini na mbili na sasa, ee Mungu wangu macho yako yafumbuke na kusihi masikio yako yasikilize maombi yaombwayo mahali hapa. Sasa ee Bwana Mungu uondoke uende kwenye raha yako, wewe na sanduku la nguvu zako. Makuhani wako, ee Bwana Mungu wavikwe wokovu, watakatifu na washangilie mema. E Bwana Mungu, usiurudishe nyuma uso wa masihi wako, uzikumbuke fadhili za Daudi mtumishi wako. Utakubaliana nami msikilizaji kwamba sala la mtu huyu lilikuwa kamili. Yote aliyoomba aliomba kwa msingi wa fadhili za Mungu kwa Daudi. Wewe nami twaomba kwa kuwa Kristo alifanyika kwa kipatanisho kwa ajili ya dhambi zetu, kwa damu hiyo aliyoimwaga. Hebu natuombe Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa kuwa wewe ndiwe Mungu, Mungu uliyeinuka, Mungu unayetujali, Mungu unayetushughulikia hasa, kama vile tumefunuliwa katika maandiko haya. Naomba kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa kutokana na yote tuliyojifunza kwenye maandiko haya, utamjalia neema yako, utamjalia rehema yako, apate kukujua ewe Mungu wa kweli, na Yesu Kristo mwana wako, ambaye kumjua ni uzima wa milele. Msaidie afahamu ya kuwa kuna uhusiano wa dhati kati yako na huyo mtu anayemwamini Yesu Kristo. Naomba ya kuwa imani yake itaendelea kukuzwa, na ataendelea kuyafahamu na kupokea yote uliyomkirimia kwa ajili ya Yesu Kristo aliye Bwana wake. Najua kwamba kwa, kwa Roho wako Mtakatifu utaendelea kumfunulia, utaendelea kumwongoza katika njia yako na kumwezesha atembee katika unyofu wa neno lako na nuru uliomwangazia, maana hayo ndiyo mapenzi yako. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana najua kwamba haya yametendeka katika Yesu Kristo aliye Bwana wetu, amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuwezesha ufahamu kweli iliyoko katika maandiko haya, hasa kwamba wewe uliyemwamini Kristo umepatanishwa na Mungu na kama vile ilivyo haikuhitaji uombe ukikabili sehemu yoyote ile, maana wale ambao wamemwamini Kristo humwabudu Mungu katika kweli na katika roho. Neema yake iwe pamoja nawe unapoendelea kufikiria na kutafakari na kuenenda katika neno ambalo Mungu amekunenea leo. Mimi ni mchungaji wako Jofri Wanjala Munialo na Neno Litaendelea. Natumai umebarikiwa kwa kipindi cha leo. Ikiwa una swali au pendekezo, naomba uwasiliane nami kwa njia ya harafa ukitumia nambari ifuatayo 0721970520. Nitarudia tena 0721970520. Ikiwa utaniandikia barua, tumia anwani ifuatayo: kwa mtayarishi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 twrcoke barua at twrcoke. Basi kufikia hapo, sinabudi kulikunja jamvi langu kwa leo na kutakia baraka sufufu kutoka kwa Mungu wetu mtukuka, na neno litaendelea.